Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao dua ya muumbaji hupokelewa, tukishaomba pepo, kwa sababu katika maombi jambo la kwanza unalotakiwa uombe ni pepo, hata Mtume. Na ndio maana Bibi Aisha alimuuliza Mtume, sasa mimi nikifika usiku wa Lailatul Qadri, nikifanikiwa kwa hai kufikia huko ni ombe nini? Akamwambia, omba pepo. Ndio ile dua tunaiomba, ashhadu la ilaha illa allah sa'udhu wa sa'ud ila akhir. Kwa hiyo ukishamaliza kuomba pepo, naomba tuiombee nchi yetu amani na utulivu ndani ya kipindi hichi tunachokana nacho cha uchaguzi, tuombe dua sisi tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie uchaguzi huu uwe bardan wa salama kwa nchi yetu ya Zanzibar. Hata yule kuruni siku hiyo basi asije mtu akamtumua. Si mchezo, wengine wao bora hapana. Pakiwa hapa na amani hakuna nalolelea. Hakuna sababu ya jamaa itasimamishwa. Hakuna kijio kitakachofanya ataabili katoipalio sisi ni wananga, tumeshaona. Kwa hivyo tuiombee amani nchi yetu, lakini tuwaombee tu dua tu viongozi wetu. Mungu awape nguvu na uwezo na upendo wa kuwapenda raia na wao, wala tusiwe na wivu kwenye dua hizi. Lakini la pili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Ramadhani Ramadhani ni fursa. Jamani, ni fursa. Ni fursa ambayo ukipata leo una uhakika wa kesho. Wangapi leo wakesho wangapi leo waliamka asubuhi, waliamka wazima, sasa hivi wanasubiri wakozi asubuhi. Asubuhi wako wazima sasa hivi